E, yes, karibu. Mheshimiwa, nasaidiana na uko wapi? Nilijitambulisha yes. Nikasema nasaidiana na Tawabu Issa wakili wa serikali mwandamizi. Mm -hmm. Harrison Lukosi wakili wa serikali, Kathbert mm -hmm. Mbilingo wakili wa serikali mm -hmm. Na Winiwa Kasala wakili wa serikali, Mheshimiwa, kwa leo jopo hili katika kesi hili. Winiwa nani? Kasala. Mheshimiwa, jopo hili linaiwakilisha Jamhuri katika shauri hili kwa okay, leo Mheshimiwa. Yes, kwa wingi wa jopo la upande wa utetezi nilikuwa naomba wajitambulisho ile jitambulisho wenyewe, kwa ridhaa ya mahakama wako tukufu, kutokana na seniority sini wa yes, yeah, Mheshimiwa, jopo la mawakili wanaopekea mshtakiwa lina komprise mawakili 30, mm, ambao mimi ndio kiongozi pale Mpale Mpoki, nikisaidiwa na wakili Alute Mughwai, nikisaidiwa na Dr. Rugemeleza Nshala Billy. Peter Kibatala, wakili Jeremaya Mutobesia, Mutobesia, Mhm, Jebra Kambole, Fred Kiwelo

tena jina lake Hemedi Kulungu, Ho Kisabo, Deogratias Mahinyila, Ferdinand Makore, Sisti Masawe. Subiri kwanza.

Kidogo umetoka. Mmm, ni kati ya watu waliosimama. Yuko wapi? Atakuwa ameondoka. Mhm, atakuwa yuko nje na ndani na subiri nafasi. Mhm, mwingine. Andrew Chima. Frederick Msaki udia tena jina la hilo la mwisho. Msaki, jina la kwanza Frederick. Mhm. Mesha ya kinani Mogeni Mm-hmm. Edward Heche. Ikoti Lissu. Elisa Prosper. Happiness Michael. Iya yeah, jina la kwanza